Helo, habari. Uh, leo ningependa kuzungumzia wale wote wenzangu na mimi, wale ambao tunaogopa kwenda kucheki afya kwa wakati, ili hali tunaumia kinoma, yani katika mili yetu, na wale ambao wanapenda kuzungusha wagonjwa, hasa ndugu zao, wanapokuwa wanaogua wanawapeleka katikatiba mbadala, mala twende Tanga kwa mtaalamu huyu, twende Bagamoyo kwa mtaalamu huyu twende sehemu tofauti tofauti kwa mtaalamu huyu na huyu, ikiwa deep down mgonjwa ana malazi labda saratani ya titi au saratani ya shingo ya kizazi, unamzungusha unamzungusha, anakuja kurudi baadaye hospitali kaishachelewa. I say hiyo haijakaa sawa. Nawaomba wote mwenye itikadi hizo za kuwachelewesha wagonjwa kwanza kuwazungusha na baadaye kuja kulaumu hospitali kwamba hakuna ninachokifanya katika matibabu ya saratani, ili hali ukiwa umechelewa. Hapana, sio sahihi. Naomba tubadilike, twende tukacheki afya, tusijisikilizie ndani wala tusijisikilizie kuugua mwili. Pamoja na afya yake ni mtaji wao, ingawa shamaliza. Kwa nini uharibu mtaji wako wewe mwenyewe? Tuinuke twende tukacheki afya. Samahani kwa nilo wauzi, wala sikatai tiba mbadala lakini tujue kwanza kwa kupima kisayansi na kitaalamu. Mganga hana MRI, mganga hana CT scan, mganga hana PET CT scan, mganga hana X-ray. Lakini hospitals zina hivyo vipimo, watajua ndani ya mwili nje ya mwili na sehemu zote kuna shida gani. Sasa unapata matibabu, unakaa afya